inaomba utanisomea kitabu cha nyakati wa pili sura ile ya thelathini na mbili na mstari ule wa ishirini na tano tusome pamoja tusome kitabu cha nyakati wa pili sura ya thelathini na mbili na mstari ule wa ishirini na tano tusome mambo ya nyakati wa pili sura thelathini na mbili na mstari wa ishirini na tano nasoma kwa jina yesu kristo wa nazareti aliye hai walakini kadiri alivyofadhiliwa hezekia, kadiri alivyofadhiliwa hezekia. hakumrudishi, hakumrudishia vivyo kwa kuwa moyo wake ulitukuka Dio. kwa hiyo mm. ikawako hasira juu yake mm. na juu ya yuda na yerusalemu mm. Amen. Amen. Narudia kitabu cha mambo ya nyakati wa pili sura ya thelathini na mbili msaraki wa ishirini na tano kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Walakini kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo. Kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo kwa kuwa moyo wake ulitukuka, kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo ikawako hasira juu yake, kwa hiyo ikawako hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu, na juu ya Yuda na Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisikiliza, tusiache kuwa na shukrani kwa baraka zake anazotuonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kuanguka kwa Adamu katika dhambi ulikuwa ni kupelekea kizazi cha mwanadamu kupitia kwenye hali inayofanana na dhambi, magonjwa na kifo. Kinyume chake, mtunga zaburi anaonyesha baraka za Mungu kwa watu wake: msamaha wa dhambi zetu, uponyaji wa magonjwa yetu, na ukombozi wa uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Msamaha ni kipaji, nisikilizeni. Msamaha ni kipaji cha kwanza na cha muhimu sana ambacho tunaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Kwa njia ya msamaha, tunarejeshewa baraka zetu, tunarejeshwa kwa Mungu na kukombolewa kutoka uharibifu wa magonjwa ya kila aina, uponyaji wa magonjwa yote tunayopata kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna magonjwa ambayo yanampata mwanadamu, yanampata mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Kuna maisha magumu mwanadamu anapitia kwa sababu ya dhambi. Kuna vita hazitaisha kwa mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu sema e Bwana Yesu, paza tena sauti yako, sema e Bwana Yesu, ninaomba unisaidie leo, ukaniponye jioni ya leo, ukaniondolee kila vita ya dhambi inayosababisha magonjwa, inayosababisha mateso inayosababisha maisha duni, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Yesu nisaidie, sema Yesu nisaidie, sema Yesu niongoze, amen. Yesu akusaidie jioni ya leo.